Ujambo Mtanzania. Kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania kikatiba. Ikiwa ni siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na watanzania wote, basi naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara Mr. Patrick Chandi Marwa amewasili katika kituo cha Mapinduzi wilayani Serengeti ili kushiriki kupiga kura, naam, ili kupata viongozi bora katika nafasi ya uraisi ubunge na udiwani. Kwa majina anaitwa mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara. Namshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo amenipa nguvu, nimeamka vizuri salama pamoja na familia yangu. Nimeenda kupiga kura, nimepiga kura kuchagua viongozi watakaosaidia kuongoza nchi yetu. Tumempigia Mheshimiwa mweshi, mweshi mweshi rais kura kwa sababu ana uwezo wa kuongoza na kuongoza Watanzania. Nimempigia diwani mbunge ili waweze kusaidia majukumu wamsaidia mheshimiwa rais majukumu. Wananchi wamejitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura, ni haki yao kikatiba. Kwa kweli nimefurahi sana watu, jinsi ambavyo wamepiga. Lakini nimefurahishwa na zoezi moja, vituo vimewekwa ni vingi kwao, wananchi hawasimami sana kwenye, kwenye foleni, unafika unapiga kura na kuondoka. Niwatake wana Mara wote mjitokeze kwa wingi mkapige kura, ni haki yetu ambayo ni muhimu sana tukiitumia Kyo ni waombe sana wananchi wa mkoa wa Mara wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Wanawake wanaweza, kwa sababu mama Samia hajaangusha wanawake wenzake, hajawaangusha kabisa kwa majukumu ambayo wamempa, tulimpa na amefanya kazi nzuri. Wananchi wameona, kuona ni kuamini. Hawana mashaka naye katika utendaji wake wa kazi. Mpaka sasa hivi hatujapata tukio lolote baya, bali wawananchi wameamkia kwenda kupiga kura. Tunashukuru sana. Tarajio yangu ni mimi ni kwamba baada ya uchaguzi basi rais akaapishwe basi awaweze kuongoza nchi hii ha. Kwa majina naitwa husiana mvungi au husiana Patrick Chandi. Mimi ni mkazi wa Serengeti. Namshukuru Mungu nimeamka salama leo tarehe 29 Oktoba na nimejitokeza kwenda kupiga kura, tayari nimeshakamilisha zoezi la kupiga kura. Nawaasa wananchi wenzangu vijana haswa, vijana tunaomba tukampigie kura mheshimiwa rais, mbunge, madiwani, tupate viongozi bora na imara ambao wataongoza nchi yetu vizuri. Ninashukuru sana Mungu atangulie, tunashukuru amani ipo. Kwa majina naitwa Laim Gabo Hamza, mimi ni mkazi wa wilaya ya Serengeti. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama nimekwenda kutenda haki yangu ya msingi ya kumchagua kiongozi ninayemhitaji kwa maendeleo endelevu hususan katika nyanja mbalimbali. Namshukuru mwenyezi Mungu, pia nimeweza kuhakikisha nawachagua viongozi ambao nawahitaji ndani ya nafsi yangu hususan rais, diwani na mbunge. Nimetekeleza haki yangu ya kikatiba, na wasa wananchi wa wilaya ya Serengeti kuendelea kujitokeza kwa wingi, kuendelea kufanya kuchagua kutimiza haki yao ya kikatiba ya kumchagua kiongozi anayeweza kuwafaa kwa muda wa miaka mitano. Hii ni mimi kama kijana nimeshatimiza haki yangu ya kikatiba. Hivyo naomba waliopo majumbani wajitokeze kwa wingi, akina mama, vijana, wazee watokeze kwa wingi kwenda kutimiza haki yao ya kikatiba. Okay. Kwa majina anaitwa Antoni Filipo. Ni mkazi na mwenyeji wa wilaya ya Serengeti e... Siku ya leo tarehe 29 ya ni siku ya kupiga kura, wananchi wamejitokeza kupiga kura. Binafsi tayari nimeshapiga kura ya, ya diwani mbunge na rais kwa ujumla. Nawasa wananchi wa wenzao hasa vijana wajitokeze kupiga kura. Kura ni haki yako, kura ni haki yako, wawaamini viongozi kwa ajili ya kipindi cha miaka mitano tena. Changamoto ya amani, amani ni furu e, amani ipo ya kutosha Serengeti. Wananchi jitokezeni, pige kula, umalize kupiga kula, urudi nyumbani, uendelee na shughuli zako, kusubiri matokeo.